Hey, mambo vipi? Naitwa naitwa Francis Francis Mhando, naishi uh, Kigamboni. Ni ni kijana of course wa kwanza kwenye familia ya watoto watano uh, na of course sasa hivi nishamaliza chuo na nini, manfai, nipo, na nini, kwa hiyo nipo naendelea na shughuli nyingine ndogo ndogo. Uh, nianzie mbali kidogo. Of course muziki nafanya nafanya na naweza kuimba. Of course, naweza napiga pia na play piano, lakini pia na play na acoustic guitar, ila pia naimba na sio mwandishi mzuri sana. Kwa hiyo kwenye muziki nafanya vitu kama hivyo, ingawa sio kitu ambacho nimekisomea ni, ni lakini ni kitu ambacho of course naweza kusema ni kama passion, ni kama talent ni, Uh, of course aina ya muziki ambao unanivutia napenda mimi napenda, napenda, napenda, napenda, napenda, napenda, napenda zuk sana sana, lakini pia napenda napenda muziki fulani hivi ya slow ama jazz na nini hivyo, na, na rege kidogoadek <coughs> <Da> <coughs> <Da, da. coughs> Uh, of course ni vitu vingi sana vimebadilika. Yaani <laughs> kusema maisha ya chuo na maisha nje ya chuo ni ni aina mbili ya, ya life tofauti kabisa. Yeah. Of course kwanza maisha maisha maisha ndani ya chuo na nje ya chuo, Ah, ni maisha ya aina mbili tofauti kabisa. Ukiwa chuo kuna namna unakuwa na ukiwa mtaani sasa, umeingia mtaani kweli kuna namna pia, kuna mambo unakutana nayo, kwa hiyo ni ni aina mbili ya maisha tofauti sana. Na of course chuo unajifunza, lakini mtaani mtaani, ah, mtaani ndio yafundishe maisha <coughs> kwa sababu it's not easy yaani. Yeah, maisha maisha mtaani ni hard kidogo, ni tofauti sana chuo kudivans. Kwa hiyo sababu najua zinajulikana Mimi of course sichukuliagi negative kusema ukweli, yaani kama kama unapiga au unapiga labda acoustic na nini, kwa sababu kuna saa of course nakwenda labda beach na wapi nakwenda kwa ajili ya mazoezi yangu, muda mwingine kwa ajili ya mazoezi pia na watu wengine, ko nakuwa labda sehemu za fulani za wazi, muda mwingine sehemu nyingine, nakuwa sehemu fulani za ndani. Kwa hiyo of course kuwa watu kukuzunguka kuku na kusikia kutaka kusikia unachokifanya hiyo ni kitu kizuri sana na inaonyesha namna gani namna gani wana wana wana wana wana sichukulii, kama sichukulii negatively, kusema ukweli mimi kwangu ni, ni sawa yaani watu kuja kufurahi pamoja na mimi ninavyopiga na kuimba kwangu ni, ni sawa. So, okay. hilo swali hilo swali la mtego sana lakini iko hivi. Of course watu wanaweza wakakupongeza, lakini na comments zinakuwaga nyingi hey, unafanya na nini hivyo comments hizo hizokuwaga zipo zitahidi na nini, lakini sasa kama ukiziendekeza sana alafu ukaacha uka, uka kufanya kwa sababu eti umeshaambiwa unaweza ah, inaweza ikawa ni uh, of course, kitu natamani watu wajue na wasio wajue so wanielewe ni kwamba I love music yani, mi napenda sana muziki kwa mda mwingine, mtu anaweza akuona kwamba jamaa, mbona kama anapoteza muda, mbona kama anafanya hivi na nini, anatakiwa kufanya kitu fulani. Hiyo inabidi inabidi watu waelewe na, na of course, muziki nina vision nayo kubwa sana tamani kuja kufanya vitu vikubwa sana kwenye muziki po, bado hiyo ni pasheni yangu, lakini pia natamani baadae kuja kufanya vitu, watu inabidi wanielewe kwamba bana hiki huyu uh, uh, chali anapenda anapenda, anapenda muziki mengi sana mengi sana. Of course of course, ukifanya wasema mcheza kwao tu na nini na nini, hizo nisemea Kiswahili, lakini lakini of of course of course, nakutana na vitu vingi muziki ambavyo ni vizuri sana, ambavyo vipo ni vya kawaida. Nakutana na pesa kwenye muziki, unakutana na connections kuna watu wanakupenda kuhusiana na huo mziki gani, kwa sababu ya mziki unaofanya. Kuna watu pia hata wana, wana, wanakuheshimu pia kwa sababu una, una, kwa sababu hapana. Mimi when it comes kwa kwa marafiki na kuaga na kuaga, nasema ni mtu piki mchaguzi sana, yani sio kila mtu mimi naruhusu of course aingie kwenye, kwenye maisha yangu au awe rafiki yangu hapana yani, kuna kuna aina kuna aina ya marafiki of course huwa wanakuwa nao karibu, na kuna wengine siwezi kuwa nao karibu. Huo ndio ukweli uh, na of course ya aina ya marafiki ambao ambao napenda sana kuwa karibu nao ni wale ambao pia naona naona at least tuna, kuna vitu pia tunaendana kidogo, lakini pia ukiachia mbali kuendana, lakini watu fulani ambao, ambao pia nao wanajua wanachokifanya. Yani kuna aina fulani ya watu wana misimamo yao na nini hivyo, yani wana plans na nini, napenda kuwa karibu nao. liko liko hivi yani, sina marafiki wengi, wanahesabika. Mm, kwanza ni siwe muongo, mi sio mpenzi wa kusoma vitabu, lakini kuna kitabu kimoja cha wakati niko chuo cha mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa anaitwa Tumfufye <laughs> alikuwa kitabu kimoja, ivi, na kitabu chake kimoja hivi cha kuhusiana na masuala ya maono iko kitabu kusema ukweli nilikisoma na, na kuna kuna kuna mwezi nakumbuka, nikarudia tena kukisoma. Yani, of course kulikuwa na madini sana, alikuwa anazungumzia mambo mazuri sana kuhusiana na masuala ya maono, lakini pia maono yako, lakini pia na, na kusudi la Mungu pia. Yani ilikuwa ni kitu fulani kama kam, kam, hivi kulikuwa kuna na madini sana hilo. sali sasa hivi sasa hivi no Yani, to be honest sasa hivi siko kwenye mahusiano of course. Kwa mahusiano tukizungumzia swala la mahusiano, kusema ukweli kabisa, sasa hivi, hapana, siko kwenye mahusiano na ya kimapenzi, si ndio? umemaanisha hivi, eh? Siko kwenye mahusiano hayo uh, kwa sababu nyingi. Kwa hiyo niko single sasa hivi, tamani pia tamani pia nipate aina fulani ya tutakuwa tunasikilizana tunaelewana, yeah. asi asiwe asiwe mkorofi sana, lakini pia asiwe mwongeaji sana sababu mimi najua ni mpole kidogo, anikutana mtu anaongea sana, inaweza ikawa nikaja kuwa boa, kwa hiyo hivyo, lakini pia ajula anachokifanya pia kwenye maisha yake. Ah, si. Ah, ni kitambo ah. <coughs> Ni kitambo kidogo kusema ukweli ilikuwa ni, nafikiri ni mwaka jana. Ni mwaka jana miezi kama kwenye mwezi wa sita hivi, si wa saba <coughs> ndio mara mwisho kumwambia mimi dada, lakini sasa aikea eh ikaishaga. Yeah. <coughs> Kimbilio langu pekee huwaga ni muziki, yani nikiwa nikiwa nasikiliza na, na, listen to music, na au napiga mwenyewe naona, at least inanisaidiaga sana inanisaidiaga kwa kiasi kikubwa sana muziki, yani. Kwa muziki ndio sehemu pekee yaani ndio kwa sasa hivi kimbilio pekee kwangu ni muziki. When it comes, kama kuna kuna, kuna, kuna some kind of issues zimetokea na nini na kimbiliaga sana kwenye kwenye muziki most of the time, yeah. Na. Na. Hilo swali sijui limetokea wapi lakini sitaki kujaji. Ah, ah. Jiro, sorry, api, <laughs> uh, of course. Ah, nisiwe mwongo, kusema ukweli. Kwa mwanzo mwanzo kabisa nilikuwa nimeplan like like two years after hivyo, kwa sababu to be honest, umri wangu umeenda. Najua hujaniuliza lakini umeenda kidogo, of course natamani. Kwa sasa hivi, ah, let's see, labda after after two years, yeah hivyo, yeah, Nyimbo nyingi sana natamani kusikia, lakini kuna, kuna this song I love the most inaitwa yeah, Perfect ya Ed Sheeran. Natamani siku hiyo nisikie I found a love for me, darling just dive right in, I was

Imekuwa njema sana, hope umeenjoy, umesikia, umejifunza, kama kuna kuja kuchukua umechukua. Uh, usiache pia kushare na kusubscribe na nini hivi, na bye.